Haya, hii ni pati tu. Sasa tofauti kati ya Tanga na Kondoa, na hapa ni, bado nipo Tanga, sehemu moja inaitwa Muheza. Tofauti ambayo kubwa kati ya Tanga na Kondoa ni tofauti ya vyakula. Nazi kwa mfano, nazi hapa Tanga zinapatikana kwa wingi sana, na hapo tumekuja, tuko tunanunua nazi hapa, na uwezo kuamini hizo nazi ni miambili mia mbili, yaani nazi unazoona hapo miambili mia mbili ikiwa kubwa shilingi mia tatu hapa Muheza. Sasa hii nazi hata kwa watu wa Dar es Salaam watani prove wrong. Sio chini ya elfu moja, shilingi elfu moja mia mbili na hapo tunazikusanya, unaona hapo tunazijaza kwa ajili ya kurudi nazo nyumbani Dar es Salaam. Naona eh, sasa kule kwetu Kondoa nazi kule hakuna kabisa minazi, na mara nyingi watu wa Kondoa wanatumia mafuta ya alizeti. Kwa hiyo kwenye mapishi tofauti, watu wa Tanga hapa wanatumia nazi sana watu wa Kondoa wanatumia mafuta ya alizeti na hapa Tanga bwana, mpaka chapati zinapikwa na nazi. Hata ukienda kwa mama ntilie wa mswahilini kabisa ana ona, wanapika vyakula kwa kutumia nazi, na hata ukila chakula cha mama ntilie uswahilini kabisa hapa Tanga ni kitamu, kina ladha na kinatumiwa nazi, kwa sababu nazi ni bei rahisi e, na unaona hapo magimbi hayo e, namuuliza umama mama magimbi hayo inakuaje, eh? Sasa unaona advantage pia nyingine ambao wako nao watu wa hapa Tanga wana vyakula, variety ya vyakula vingi sana. Hayo magimbi yanakubali sana hapa Tanga, unaona walivyokuwa na rutuba, yametoka kwenye udongo mweusi, udongo ambao unasifika kuwa na uh, organic matter za kutosha udongo ambao una rutuba very fertile yani. naona mama anakata magimbi na unapata kwa bei rahisi. Sasa hayo magimbi watu wa Tanga wanayaunga na nazi, ni hatari yani. Ukibahatika kuwa ku, ku, ku Tanga katika Ramadhani, ni hatari sana, futari zao ni nazi nazi na barati ya vyakula vingi. Kondoa hakuna magimbi, Kondoa hakuna nazi, lakini Natumia alizeti kule Kondoa na hapa Tanga alizeti mafuta hamna. Kwa tofauti kila kitu ambacho Allah amebariki huku na huku. Kingine ni nguru hao. Unaona nguru hao? Shehe anakuangua ana, ana, ana, ana, ana, ana nguru pale. Ukimwangalia shehe alivovaa unaona tofauti ni ndogo sana na watu wa Kondoa. Eh, mavazi ni sawa kabisa kanzu na kaacha uchebe lakini huyu nguru anawatengeneza pale. Kondoa hamna, hapa Tanga kuna nguru watamu sana. Kingine hapo ni tangawizi. Kondoa hakuna tangawizi. Na moja kati ya vitu ambavyo hapa Tanga wamebarikiwa uh, ni viungo, spices, tangawizi za kutosha. Lakini pia Tanga wana ndizi. Bwana Tanga Allah ameijalia sana. Tanga ameibariki sana Allah kwa vyakula. Wana ndizi ambazo unaona hapo. Kuna mkono wa tembo, kuna malindi, kuna nini. Vitu vyote viko hapa Tanga. Na hizi ndizi zinatoka sehemu moja kule milimani wanapaita Amani. Amani milimani huko ndo vinashuka kuja hapo. Nahuwezi kuamini tumenunua mkungu wa ndizi hapo kwa shilingi elfu nne tu. Naona hapo tunaandaliwa mikungu yetu ya ndizi hiyo, huwezi kuamini, bonge la mkungu shilingi elfu nne hapa Tanga, Muheza. Kondoa ndizi ni nadra sana kukubali, labda sehemu za Haubi kule, sehemu chache, lakini hazikubali sana. Lakini pia viko vitu ambavyo vinakubali Kondoa kama vile uwele, uh, ulezi ambapo hapa Tanga pia havikubali lakini Tanga wamejaliwa zaidi matunda, unaona ndizi hizo, varati ya vyakula vingi sana, tofauti na Kondoa. Kondoa ukiona vitu kama hivi, basi vinaagizwa kutoka Arusha, labda Moshi, ndo vinaingia pale Kondoa kwa magari mafuso. Lakini Tanga wanalima wenyewe hizo ndizi, unaona ni organic, ambazo zimeivia mtini, ni tamu mno mpaka vina, vina, zina, zinaota vitonye hizo ndizi. Tamu sana. Kwa hiyo kwenye upande wa vyakula, kila sehemu ina vyakula tofauti Kondoa na alizeti, huku Tanga wanatumia nazi, lakini kwa kushindi, Tanga wanaongoza kwenye upande wa vyakula, na hilo nawapa kongole. Allah amejalia bahari, wana nguru, wana samaki wa kutosha, riziki yao nzuri eh, sana. Allah kwa hilo mashaallah na wasifu. Lakini kwenye tamaduni, uh, mashaallah, kwa namna nyingi, Tanga na watu wa Kondoa wanafanana sana. Nimeona kuna mfanano wa vitu vingi sana, kuna misikiti mingi hapa hapa na hapa kama vile Kondoa, aina ya mavazi, aina ya salamu, especially Wasambaa na Warangi wanafanana sana, rangi zao, mionekano yao, uungwana fana sana. Basi nimechukua mikungu wa ndizi hiyo, unaona hapa Tanga, eh, kwa ajili ya kupeki vizuri, upeleka huko zawadi Dar es Salaam, takuwa nakuletea hapa bado. Fatilia part 3 kuona tofauti kati ya Tanga na Kondoa, tamaduni taingia ndani kabisa, utaona ndani kabisa wanavyopika, ndani kabisa ya ndani kabisa utapata hapa. Lakini kwa namna nyeo moja au nyingine, watu wa Tanga wanafanana sana na Warangi, na Warangi wanapokuja Tanga hawarudi tena.